Unit moja ya TANESCO inaweza kuchaji simu mara hamsini mpaka sitini. Hii inamaanisha kama unachaji mara moja tu kwa siku, itakuchukua miezi miwili kumaliza unit moja ya umeme. Hebu tufanye hesabu kidogo, usikimbie. <tik> Unit moja ya TANESCO ni sawa sana watt hour elfu moja na simu inachukua watawa kumi na nane takribani kujaa kuanzia sifuri mpaka asilimia mia moja. Kwa hiyo tukichukua hizi watawa elfu moja ambazo ni sawasawa na unit moja, tukazigawanya na watawa 18 ambayo ni sawasawa na uchaji inayotumika kujaza simu kutokea sifuri mpaka mia moja, tunapata 55 ambazo ni idadi ya mara ambazo unit 1 ya umeme inaweza kuchaji simu. Kwa hiyo Unit moja ya umeme inaweza kuchaji simu kwa takribani mara hamsini na tano, lakini kwa sababu saizi za betri zinatofautiana, ndio maana tumekadiria kuanzia mara hamsini mpaka mara sitini. Kujifunza mambo mazuri kama haya, kufollow Apolo Fundi, sisi tutahakikisha akitoka Aston, unafata wewe kwa kuijua teknolojia ya simu.